Uh, uh, nimeimba huo wimbo unazungumzia uh tu kwamba uh, matumaini ya kuja kwa Kristo, na tunaamini kwamba muda upo, mataifa ambayo yako mbali na ambayo yako karibu uh, wataamka na kushangilia na kuimba haleluya, Kristo ni mfalme. Um, we have this hope ambayo sasa E, tunalo ambalo tunatumaini lipo mioyoni mwetu, ni kwamba matumaini ya kuja kwake Yesu Kristo hii ni hai mno, ni hai mno ambayo ninaipenda sana, inanibariki sana. Kwa hiyo ni hivyo tu nilikuwa na maanisha hivyo. Bwana wabariki, asanteni sana. Amina, amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. naona mwenye doa amepata changamoto ya maoano hivyo vinaweza tukaendelea tu tuweze kuomba. Tuombe. Takatifu Mungu wetu na baba yetu, naishi mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa nafasi hii ya pekee uliotupatia. Kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda tumekuwa tukifanya sio kupendeza tunaskina kukuomba usamehe na usafishe kwa damu ya Mwana iliyomwagika pale msalabani, tukafae kuwa

jioni hii e, lina kichwa kinachosema kumtafuta rafiki katia. Kichwa kinachosema kumtafuta rafiki, nina kisa kifupi hapa cha vijana wadogo wawili waliokuwa marafiki wa kweli. Mmoja aliitwa Abel, mwingine aliitwa Kali. Siku moja Abel alifika shuleni hakufanyi kwa marafiki wengine kama walikuwa wamekwisha kumwona hapo awali, lakini hawakuwa wakimwona, na hawa walimwambia tu huenda labda anajisikia tu kupata wakati wa kuwa peke yake. Lakini kwa adili, haikuwa sawa, akahisi kutakuwa kuna tatizo. Sio kawaida tu rafiki yake asitokee shule, hivyo wakati wa mapumziko aliamua kuondoka shuleni na kwenda kutafuta rafiki yake. Wakati anakwenda, ndipo alikumbuka mzee usemi mmoja ambao alikwisha kuambiwa na babu yake hapo awali, ambao ulimpatia moyo wa kuendelea kumtafuta rafiki yake. Aa, siku moja alikuwa kafut anifanya namna tu yoyote ya kujaribu kumtafuta, lazima huo sehemu ulimpa moyo wa kuendelea kumtafuta rafiki yake. Hivyo alifika nyumbani kwao, hakupata akajaribu kuulizia majirani zao, hakuna aliyekuwa amemwona, akajaribu kutembea mitaa baadhi, baadhi waliokuwa wakicheza hakufanikiwa kumwona. Lakini wakati anarudi, amepoteza matumaini alipita katika bonde fulani yenye vijijini njia za vijijini tunavyofahamu, akamuona rafiki yake kwa mbali ameketi pembeni ya mto akiwa analia. Kamkimbilia kumuliza rafiki yangu na nini? Ndipo rafiki yake alimwambia, nahisi sipati upendo fani, nahisi sipati upendo shuleni, na hisi sipate upendo sehemu yoyote ile, hivyo nahitaji tu kuwa Abeli yeah. Alikana rafiki yake yeah, waliwe alifahamu au hakufahamu, lakini yeye kwa nafasi hiyo aliyoipata alijaribu kumwelezea baada ya hapo alihisi moyo wake ulipata furaha tena, na alirudi pamoja na rafiki yake shuleni wakiwa na furaha. Kisa hiki kinatufundisha ni sisi kama Wakristo, kama vijana wasafiri wa kwenda na akamkata . Sisi pia tunaitwa kuwatafuta au kumtafuta yeyote yule aliyoko mbali na upendo wa Mungu au upendo wa Kristo. Ni jukumu letu, tuna nafasi ya kufanya hivyo na tunatakiwa tufanye hivyo kwa vitendo vidogo tunavyoweza kuvifanya kwa ajili ya ndugu zetu au rafiki zetu walio mbali na upendo wa Kristo tunakuwa tuna wavuta kwa Kristo. Mtu mmoja akasema, mara nyingi vitendo vidogo vya huruma vinaweza kumaliza huzuni na kuleta mwanga kwa wale waliopotea au walioishi wametengwa na Kristo. Hebu tuangalie katika Biblia baadhi ya mafungu ambayo yanaonyesha Kristo mwenyewe alikuja duniani, alitoka mbinguni, akaja duniani kututata ama kumtafuta aliyepotea. Sasa kama Kristo alifanya hivyo, namna gani kwangu mimi na wewe? Tusome Luka kumi na tisa fungu la kumi, anasema kwa maana mwana wa Adam alikuja. Kwa mfano wa mafungu kumi ya fedha, Kristo mwenyewe alishuka kutoka mbinguni akakaa duniani hapa kwa muda fulani, kwa ajili ya kufanya huduma ya kumtafuta aliyepotea, kunitafuta mimi, kumtafuta rafiki, kukutafuta wewe. Wote tulikuwa tumepotea, Kristo akatutafuta, akatupata na akatuokoa. Namna gani Kristo ni wa upendo na namna gani Kristo alivyotupenda sisi. Kama sisi tulipendwa na Kristo tukaokolewa, je, tunafurahia kweli kuona rafiki zetu, ndugu zetu au majirani zetu au yeyote yule ambaye hajaiona hii nuru iliyoko kwa Kristo, lakini gizani? Gizani, kama kuna hata mmoja atafurahia hilo? hivyo tunatakiwa na sisi tufanye sehemu au tufanye kile Kristo alichotuachia alilotuachia. Ezekieli alilo, thelathini na nne fungu la kumi na, fungo, na moja mpaka kumi na mbili anasema maana Bwana Mungu wasema na kondoo zake, siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, ndivyo nitakavyo watafuta kondoo zao, nami nitawaokoa katika mahali pote walipotawanyika katika siku kufundisha nini ama linatukumbusha nini? Nipende kuwatia moyo vijana wenzangu, huenda kuna mtu ana wasiwasi, huenda kuna manyaji, kazi itakuwaje? ni watoe hofu, ni watoe wasiwasi kwamba kazi hii ni kazi ya Mungu. Na... kitu na sehemu ya kufanya kama binadamu, kama wafuasi wa Kristo, kama watoto wa Kristo, tuna sehemu yetu ya kufanya. Japokuwa ni kazi ya Mungu, lakini tuna sehemu yetu ya kufanya hivyo. Tunachotakiwa kufanya kwanza ni kumwomba Mungu atupatie roho ro takatifu ro ro ro ro awe ndani ye awe kati yetu, kila tutakalo lifanya katika hiyo sehemu yetu iwe ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na asio kwa ajili yetu wenyewe tuifanye, mambo hayo yatakuwa ya utukufu. Ana ni uhubiri toba na msamaha wa dhambi kwa mataifa yote ya kuanzia Yerusalemu mwisho hadi changwaela hadi kokote ulimwenguni, kwamba sehemu tunayotakiwa kufanya, sehemu hiyo yetu ni kuhubiri msamaha wa Kristo, kwamba kwa Kristo kwa kunapatikanika toba, kwa Kristo kunapatikanika amani, ili wale ambao hawajafahamu, wale ambao hawajui kwa Kristo kuna pumziko, kwa Kristo kuna toba ya kweli, waweze kuja karibu na Kristo. Hiyo ndiyo sehemu ambayo tunatakiwa tufanya. Lakini pia tukisoma katika Mathayo ishirini na nane kumi na tisa hadi ishirini pale pia tunapata kuna agizo lingine ambayo tuliachiwa na Kristo kabla ya kupaa kurudi mbinguni, tuliachiwa agizo, hiyo ni amri ya kueneza Injili. Sijui mwenzangu mtakuwa mnatafsiri vipi neno amri, lakini amri ni kitu ambacho ni wajibu wa kila mtu kufanya, si ndivyo? Naamini wote tunaelewa hilo. Ni amri ambayo Yesu akituachia au Kristo akituachia tukiwa kama wafuasi wake, tukiwa kama watoto wake, wake tufanye tunapokuwa hapa duniani, kuenenda ulimwenguni kutangaza neno la Mungu kuhubiri injili. Alafu watu wakisha amini, tuwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kazi yetu ni kueneza Injili, kazi yetu ni kuhubiri upendo wa Kristo, kazi yetu ni kuambia watu kwa Kristo na toba ya kweli. Kristo ni upendo, kazi so mwenyewe alafu atakuja kutuambia kwamba watu wakisha wa amini tuwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hivyo jioni hii ya leo, Mungu atusaidie namna ambavyo tunaendelea kuliweka ili swala la lat kwake, tusiogope roho wake Mtakatifu ajaye ndani kwetu atupatie nguvu, atupatie ujasiri, atupatie pia na uwezo wa kutoka kwenda kuifanya kazi yake kule Mtangwaya. Kwa namna yoyote ile, wahubiri watakuwepo pale, watahubiri katika sehemu yao ya kuhubiri, sisi wengine na sisi tuna sehemu yetu ya kufanya, iwe ni kwa kutoa vitabu iwe ni kwa kufika nyumba kwa nyumba kwa, kwa namna yoyote ile ambayo mtu unaweza ukafanya ili kuokoa watu wa kule, mchango wa hela. Mungu atusaidie tufanye kwa uaminifu na kwa ukamilifu kwa michango yetu, kwa maombi yetu na kwa kila tunachoweza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tukifanye kwa namna ya pekee. Mungu na tubariki. Amina. mumu ni kukaribishe sasa mama Ogiro, sababu naona aliyekuwa mwenyekiti bado naiti ana changamoto ya mtandao, hujaribu kuongoza katika sehemu hiyo ya maombi. Asante sana, Mungu akubariki sana sana kwa ujumbe ambayo tumepata. Um, nafikiri mwenyekiti amerudi. Mwenyekiti umerudi, ama ndio amepotea kabisa? Mnanisikia? Ndio unasema ok, sawa. Nilikuwa um, nasema kwamba asante sana kwa ujumbe ambayo tumepata, imenigusa sana, huyu rafiki ambaye alikuwa anatafuta rafiki yake, jitihada kubwa ambayo amefanya He, Mungu atusaidie tuweze kufanya pia jitihada kubwa kutafuta wenzetu uvijana hapo hapo Mwenge, na pia mpaka mchango wa hela. Mungu akubariki sana sana. Uh, tulipata uh, request moja ya maombi. Kuna uh, kijana ametutumia request, anasema kwamba uh, anaomba Mungu kwamba hiyo effort ambayo tunaenda kufanya, mchango wa hela, ifikie mpaka kwa familia yake ambaye wanaishi pale pale mchango wa hela na ni Waislamu, hata kama kwa vitabu, kwa njia yoyote ile. Kwa hivyo sisi tuombe Mungu atusaidie, na pia tutafanya jitihada ya kuweza kupata contact ili tu- tusivuke tu, tu, tu hiyo familia, kwa sababu kijana ameomba kwa ajili ya familia yake. Kwa hivyo Mungu atusaidie um, uh, tutapata, uh, tutachagua watu wawili kuomba. Um, alafu mnenaji aliyetoa uh, aliyetubariki na neno la Bwana atafunga kwa ombi. Kwa hivyo hawa watu wawili watakuwa ni mesia mesia, kama unanipata, peleka dole tu hivi juu kwa emoji nijue kwamba unanipata. Mesia uta Mbea alafu na Marina. Marina, kama unanipata, unaweza kaweka ishara yoyote, ili nijue kwamba unanisikia nanisikia kweli, Mesia na Marina. Marina? yeah. Okay, Marina, asante Mesia. Naomba uanimute, bado uko muted Mesia, Mesia unanipata? mm, sina uhakika kama Mesia ananipata. Neema, ah, unanipata neema? Neema pia nipati. Uh, sasa sijui nani amejisevu kama sumuni. Unanipata? Naona hayupo tena, mtandao leo unasumbua uh, basi, Mark naomba utatuongoza, yani uta, wewe, Mark na Marina, alafu mnenaji atatufungia. Tupige magoti tuombe. Haya, Mama Marina karibu <tipi>

Mungu wetu tunakabidhi hapo mchango, wewe tumbariki mwanadamu anapokuwa akinena na watu wako, roho yako mtakatifu akaweze kuongea na kila mmoja atakaye sikia neno hilo, ili aweze kukujua na kukufuata wewe. Mungu wetu, kuna familia nyingi ambazo hazikujui wewe, tunaomba naika zako wakapatia kuwa pamoja nao, wasiotaka kuhudhuria hata hata kwa kusikia tu kwa mbali kupitia vyombo mbalimbali naomba na naombanmachasi ni katika jina ya manasiki amina, amina amina, amina. Tuombe baba yetu na Mungu wetu, asante sana Maulana uketia mahali pa juu mbinguni, asante sana kwa kutupatia muda huu mzuri kwa ajili ya kujifunza neno lako. Mtumishi wako umemtumia uh, kitusihi kwamba tukatafute marafiki zetu kwa juhudi zetu Bwana, kwa nguvu hizi hatuwezi, kwa nguvu zetu sisi hatuwezi, lakini tunapata mfano kwa kwa wanafunzi wako walipokuwa wamejumuika kwa pamoja, wakaomba kwa pamoja, na nguvu kubwa ya roho yako Mtakatifu akashuka na wakaeneza injili yako kwa nguvu zote. Hivyo na sisi kwa siku ya leo tumejinyima, tunakuomba na kukusihi, uh, migogoro yote changamoto zote ambazo zitakazotuzuia so kwa ajili ya kuhubiri neno la kwa mbalo kwa ana umeandaa watumishi wako kwa ajili ya kwenda kulinena pale, mchango wa hela Bwana, tunakusihi na kukuomba kama kuna changamoto na, na, na, na, na, na, na, na, Bwana uzitowe na usaidie vijana na kila mmoja tu na dhamira na, na hamu kubwa ya kuweza kujumuika katika Uh, kupeleka neno lako kuongua familia yake yote. Sisi tunaombea tu familia sasa, watumishi wote sasa ambao Bwana umewaandaa, Bwana uwabariki, wasaidie, waongoze, wapatie maarifa, na hata sisi pia vijana tusaidie katika changamoto mbalimbali, vijana wanapokuwa na pambano na maisha, utafuta kazi tafuta mahusiano uh, ambayo ni mema ya familia kiuchumi, kwa ujumla. Vijana usiwapungukie wote ambao wapo katika uh, kanisa la Mwingi na, na pengine kote ambao wamejumuika Bwana katika maombi, usimpungukie kila mmoja mmoja, sana mapenzi yako. Mtumishi um, wako anapokuwa anaendelea kuomba wana, uh, maombi yetu yaunganishe yakawe harufu nzuri mbele ya kiti chako, naamini na kuomba ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina miamia tuombe. Takatifu, takatifu, takatifu Mungu wetu she mahali pa juu mbinguni, asante kwa ajili ya somo aliotupatia, asante hata kwa ajili ya maombi waliokwisha kuomba wana wako. Siku hii imekuwa maalum kwa ajili ya maombi, na ninaamini kila mtu anaomba kwa ajili ya effort iliyo mbele yetu na pia kwa ajili ya changamoto ya kila mmoja uliyokuwa nayo mbele yetu. Ni sala zetu zote zikapate kibali machoni pako, ukatujibu na kutukirimia sawasawa na mapenzi yako. Endelea kwa pamoja nasi, tutakutanisha tena wakati mwingine kwa kufunga, tukalisifu na kulitukuza jina lako. Naomba na kushukuru kwa jina la Yesu, Amen. Amina. Mbarikiwe sana, sana, sana, sana. Mbarikiwe sana. Tumepata ujumbe mzuri ambao mepita kiroho.